Inaonekana watu wengi walisubiri sana hii posti ya bwana mdogo Lamine Yamal, nyota wa klabu ya Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain. Unajua Lamine Yamal amekuwa na utaratibu, karibu kila baada ya mechi huwa anaposti posti kupitia mitandao yake ya kijamii, hasa upande wa Instagram. Sasa baada ya kupoteza fainali ya UEFA Nations League mbele ya Portugal, Lamine Yamal hakuweza kuposti chochote. Watu wengi walikuwa wakisubiri kwa hamu ataposti nini bwana mdogo lakini hakuweza kuposti posti yoyote. Leo ndio ameposti posti katika ukurasa wake rasmi wa Instagram. Posti ina dakika ishirini na tano hapa mpaka sasa napoisoma hapa, ina komenti elfu ishirini na mia tisa eh? Komenti elfu ishirini na mia tisa katika ukurasa wake wa Instagram ameposti posti. Posti hii ambayo ameweza kuiambatanisha na wimbo wa Drake do not disturb, DND. E, msimsumbue ndugu zanguni. Ameposti hapa alikuwa anakula vyakula fulani hivi e, vinywaji vya gharama zipo picha na video kumi na saba katika hii posti. Kuna hii hapa alikuwa anakula, kuna hii kama anaenda kupanda private jet. E, kuna posti nyingi nyingi kweli ameziambatanisha katika hii posti yake, inaonekana alikuwa katika vacation, anapoza maumivu machungu ya kupoteza finali. Sasa huenda ni moja ya posti ambayo katika hii wiki itakuwa moja ya trending post, posti ambayo itakuwa na komenti nyingi zaidi katika ukurasa wa Instagram. Inaonekana watu wengi sana alikuwa akisubiri posti ya Lamine Yamal kwa hamu kubwa kweli kweli. Posti yenyewe katika caption hajaamua kuweka mambo mengi, ameweka Adidas football then BGR. Ngoja nijaribu kukusomea baadhi ya comment hapa katika comment section kuna huyu jamaa anaitwa Chris Favors, huyu huyo anajiita rais wa FC Barcelona Tanzania, amecomment Ryan, akaeka na vicheko hapa. Kuna mwamba akaeka picha ya Cristiano Ronaldo, kuna mwamba akaeka picha ya Nuno Mendes, mwingine Nuno Mendes, mwingine CR7, mwingine CR7, mwingine Nuno Mendes. Nilichogundua, watu wengi waliosubiri post ya Lamine Yamal hata sio mashabiki wa Lamine Yamal ama FC Barcelona ama Spain, ni mashabiki waklabu zingine huko ambazo wamewahi kuzipika <laughs> kwa sababu hii katikaost, ukiangalia, met nyingi walio t hapa ni eee, wa eh, mashabiki wac Barcelona sio wengi sana ambao wameweza kun katika hii post. So inaonekana nikwo jinsi gani watu wengi wanamfatilia bwana mdogo huyu Yamal. Ngoja nil hapa uweze kuona niko live kuja ni refresh hapa uone comment zinavyoongezeka kila sekunde. Eh, tulikuwa tunaisoma elfu ishirini. Umeona sasa hivi, tulikuwa tunaisoma elfu ishirini, sasa hivi ishafika elfu ishirini na ngapi? Comment ya elfu ishirini na tatu tayari. Eh, hello sio poa. Watu wengi sana walikuwa naisubiri kwa hamu kweli kweli hii post ya bwana mdogo Lamine Yamal. Yabana, ni super trove ya dinteis eisd ta. Kwa taarifa nyingi zaidi z keol wani wale watoto wanaoingia uwanjani na wachezaji kabla ya mchezo kuanza, wao wanaingia kwa gani uwanjani? Au huwa ni watoto wa wachezaji nini? Unajua nini, unajua kuna sababu kadhaa huwafanya wachezaji wa mpira wa miguu kuingia uwanjani kabla ya mechi wakiwa na watoto. Kwanza, iko hivi. Utaratibu haukuwepo kabisa zamani katika football, kwa mara ya kwanza ulifanyika kama kampeni ya kimataifa. Desturi hii ama taratibu hii ilianzishwa rasmi na FIFA mwaka elfu mbili na moja m kwa ushirikiano na UNICEF katika kampeni itwayo Say Yes for Children. Lengo kuu lilikuwa kuhamasisha ulinzi wa haki za watoto duniani, kuwapa fursa ya kuonekana katika matukio makubwa, na kuikumbusha jamii umuhimu wa kuwalinda watoto. Sasa, katika kampeni hiyo watoto ambao walikuwa wanachaguliwa kuingia na wachezaji viwanjani walikuwa ni wale watoto wanaotokea katika mazingira magumu, kama vile watoto wanaotokea katika familia maskini, vituo vya watoto yatima, au watoto wenye ulemavu wa. ili kuonesha umuhimu wa kuwatetea na kuwapa matumaini. Kwa mfano Wayne Rooney mchezaji maarufu wa England ambao Uingereza alikuwa mmoja wa watoto hao kabla ya kuwa nyota wa kandanda pale Manchester United na Uingereza kwa ujumla. Na watoto ambao walikuwa wanachaguliwa kipindi hicho walikuwa ni watoto wenye umri wa miaka sita mpaka kumi na mbili. Basi baada ya kampeni hiyo kuisha, utaratibu huo kila mtu akaupokea kwa namna nzuri, klabsi zikaanza kuona ni sehemu ya kurudisha kwa jamii na timu za taifa pia. Zikaona ni fursa ya kurudisha kwa jamii. Maana waliamini kufanya hivyo watoto kuwaona wachezaji kwa karibu, kuna wa motivate ama kuhamasisha kuwa na ndoto za kuwa wachezaji wakubwa. So ikawa ni kama utaratibu wa kawaida katika football, kila mechi ya mpira lazima wengine na watoto. Sasa, baadaye zikaanza kuingia biashara ndani ya utaratibu huo. As you know, kila mfanyabiashara na namna anavyotazama fursa za kifedha. Baadhi ya klabu zikaanza kutumia utaratibu huo kama njia ya mapato kwa klabu. Kwa hiyo, wazazi wenye uwezo wakaanza kulipia ili watoto wao washiriki katika utaratibu huo, na baadhi ya makampuni yakawa nawatumia watoto kutangaza brand zao, kupitia jezi wanazovaa watoto hao pindi wanapoingia uwanjani. Unakuta labda jezi ina nembo maybe kampuni kubwa, ili ku brand biashara zao hasa katika ligi kubwa kama IPL, La Liga, Bundesliga na nyingine nyingi. Kila siku zinavyozidi kwenda, kila mtu hubuni njia yake ya kutimiza desturi hiyo. Siku hizi imeongezeka na kuwahusisha watu wenye ulemavu, wazazi, mfano kwenye siku ya mama, au hata wanyama, mfano Ajax na Sao Paulo Football Club wamewahi kuingia na wanyama kama mbwa kwa lengo la kuhamasisha usawa na haki za wanyama. Desturi hiyo ilianzishwa rasmi mwaka elfu mbili na moja wakati wa maandalizi ya kombe la dunia elfu mbili na mbili na tangu wakati huo imekuwa sehemu ya mashindano makubwa ya kimataifa kama UEFA Champions League na ligi za ndani nchini. Kwa ufupi, desturi hii si tu pambo la mchezo, bali ni mfumo wa uhamasishaji wa kijamii unaolenga kuwatetea watoto, kuwapa tumaini na kuchochea mabadiliko chanya kwenye jamii, ingawa kuna matumizi ya kibiashara katika baadhi ya mazingira lakini lengo kubwa ni kuwaachia watoto na mashabiki ujumbe wa upendo na usawa kwa kila mmoja. Mimi naitwa Dennis Denominator. Kuna swali gani lingine kuhusiana na football? Drop your comment hapo kwenye comment. Hapa ni Super Trove ya Dino Television endelea kukaa na sisi kwa stori nyingi zaidi za kimichezo.